Makofi, jameni, asante sana, asante sana. Bwana Yesu wasifiwe, Bwana Yesu wasifiwe. Nimefurahia sana kuja hapa siku ya leo. Kwanza mbunge wenu, today you have raised the bar so high. Mpigieni makofi. Na nimesikia kitaja marafiki wake akasema wengine wametoka Tanzania. Mimi nifunze njia zako mimi nionyeshe marafiki wako hata hawa wa Tanzania, sihitaji watatu, nionyeshe mmoja peke yake, na nikafanya haya maneno huko Muranga. Nataka kusema we have done very many empowerment programs in this country, lakini yenye imepita zingine ni ya hapa ya mheshimiwa wenu Oscar Sudi. Mpigieni makofi na amefanya, wameanza kuongea, niseme ukweli, nimehakikisha na nimethibitisha Sudi ni injinia wa ukweli, nikiangalia engineering yake akona PhD. Mtaendelea kumshikilia mtaendelea kumshikilia. Mimi nimekuja zaidi juu. Sudi ni rafiki ya bwanangu sana na bwanangu yuko hapa, so nimekuja mimi. Haujani kujia empowerment, lakini ulimwendea bwanangu. So mimi next time nakuomba juu mimi ninasimamia county ukuje pia wewe unitembelee, tufanye empowerment ya mwisho. Niwaulize watu wa hapa, je, mnashikilia serikali? Je, mnashikilia Dr. William Samoei Ruto? Mtaendelea kuchunga Dr. William Samoei Ruto? Mtaruhusu auziwa uoga na watu tuliwatoa na mate kama funza? Mwanaume ambaye hakumaliza tamnusu, mwanaume wa kutolewa juu ni wakuuzia wanaume wengine uoga? nyinyi ni wakuuziwa uoga? Nyinyi ni wakuitikia raisi, ambiwe na mtu hakumaliza raund moja. Ati raisi ataenda one time? ni one time, mama, ni two time. ni one time, mama, ni two time. Nyinyi wanaume mko hapa kwa mkutano, mwanaume wa kutolewa juu hafai kuwa na kiburi. Hakumaliza raundi moja, anajifanya kenya mzima Mtanunua uoga, hamtanunua uoga, uoga sisi. Alijifanya tatubabaisha, mimi ni bibi ya mbunge wake, na tulimtoa kwa mate kama funza. Hakuna mtu atauzia uoga hii Kenya kama hajui kumaliza raundi moja, hatatufunza kuenda raundi mbili, ashindwa kabisa. Betty, shaurieni wanaume, atumefanya nini? Haya, acha nichukue nafasi hii nimwalike rafiki yangu sana tulikuwa naye bunge tambili.